Unatazama Uvira News TV. Asante, tulilanse kampanye ya mkongomani simama, na hapa kwetu Uvira tunasema Uvira simama. Hiyo ni vision ya chef de l'etat yenye ilikuwa eh, ilianzishwa na eh, waziri wa kwanza madame eh, Judith Suminwa eke. Sasa sio Uvira na sie tulijiaproprie ile, ile kampanye sasa, na kampanye yetu ina e, fika wakati exactement Uvira ilionyesha mfano mwaa mkubwa Mkongo mzima, kwa kuweza ku e, stopa kusimamisha wa, wa, wa, wa, wa, wenye wako wanatuambia, donc c'est-a-dire, e, wale warebele wako ngambo ya kule. Alors ile kampane tulianza na ile kampane, shabaha yake ya kutafuta kugeuza uvira mjini ya wazalendo, or tunasema tena in for the police, mzalendo maana yake mtu mwenye kupenda nchi yake kwa vitendo, ndio maana ya mzalendo e. Sasa mena, haiko tu kukamata bunduki, haiko tu kuwa tukuwa etetre voy bataaa kuharibisha ile jina ile ni jina moya noble na safi, atuko napenda seke tujiaproprie hayo hapa Uvira puisque exactement tulionesha te, uzalendo wetu wa kuweza kusimamisha

Donc ile organisation kikuu eko ndio sasa tutageuza mambo ya, seri, ya, ya, ya salongo kasi zote anatanda kufatana na iko tu na kuya hapa, tulipendelea tuweze kuanza kwanza kwa hii boulevard. Mnaona boulevard ni moya tu hapa Uvira, hakuna barabara mbili, ine ya yiko makadamize ni hiyi moya hii. Sasa tunapenda seke turandre hii boulevard yetu ikuwe mfano mpaka le 30 watu waone kama tuka, kama watu wanasimama, wanaweza ku ahitaishia. Hapa itaendelea mvile yote ya ya Uvira. Unatazama Uvira News TV, asante.